Usisahau kulike kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa wa wa wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad, sallallahu llahu alaihi wasalam. Siku <coughs> ya leo wapenzi watazamaji wa chaneli hii, na kuna si hapo ulipo, na kukuomba usisahau kusubscribe hapo, kubonyeza hiyo harama ya kengele hapo, ili uendelee kunifuatilia na kupata elimu za aina mbalimbali katika chaneli hii. Ndugu yangu, siku ya leo tutakwenda kutazama tena miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, barhatii barhatii ni majina aliyokuwa akitumika zama hizo zilizopita. Kwa hiyo unaposema barhatii, unaposema kariri maana yake utakuwa tayari umeyataja maneno umeyataja majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, majina ambayo maanahu ya Allah wa kila Kwa hiyo utakuwa umeyatamka maneno ambayo maneno haya yalitamkwa katika lugha hiyo, lakini sasa yamekuja katika lugha tuliyokuwa nayo sasa. Haya majina leo tunataka tuangalie, barahati na jina linaloitwa karibi Wazni yake ni kutenda maanahu ya Allah waqila, eh, kila shay ya Allah. Kwa hiyo jina hili karir, jina hili karir, ilahu ya Allah kila shay khawasi za jina hili unaweza ukalisoma jina hili usiku, uta, una, utaona utachokiona katika njozi zako, yaani maana yake chochote utachotia nia ukiona katika njozi zako, basi unaweza ukatumia jina hili kariri chochote kile. Kwa hiyo, maana yake utachokifanya wewe, unaweza ukatumia khawasi ya majina haya mawili, Barhati na Kariri. Barhati, barhati, karir, karid, barhati, barhati, karir, karid. Maana yake ukitumia khawasi zake majina haya alafu usiku kabla ya kulala ukatiania kwamba una jambo unataka kulijua, kuna jambo nataka kulijua, jambo lenyewe ni kadha wakadha kadha wakadha kadha wakadha, ukatia nia zako kisha ukalala, basi jambo hilo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakuletea kwenye njozi na utalijua kama lilivyo hii. Lakini vilevile lazima tuwekane bayana hapa utakapokuwa unatumia hawasi hii, ukatiania ya kuweza kuja kudamu ama kiumbe tunakikusudia chochote kile, chenye lengo la kukusaidia unahitaji msaada wewe kutoka kwa kiumbe anahitaji unahitaji hakusaidie, basi tumia majina haya mawili, tumia majina haya mawili, na unaweza ukaliona jambo usilolitarajia. Na ndio maana siku zote nasema kupitia majina ya barahati haya, kama inafika mahala Ndugu yangu unayentazama na kunisikiliza wewe, haya yaliyokuwa humu huyawezi yaache, ama nitafute mimi mwenyewe, nitakupa taratibu namna gani za kufanya, isifike mahala ukakurupuka kufanya haya mambo. Wapo watu ambao wengine walikurupuka tu kuyafanya haya majambo. Ndio maana hapa kuna njia naelekeza, lakini kuna njia nyingine unahitajika, lazima unifate mimi mwenyewe. Ukiona nakuelekeza hii njia, ni nyepesi ambayo hata haiwezi kukupa madhara, lakini njia ambayo itakupa madhara siwezi kukuelekeza, kwa sababu najua kabisa unaweza ukadhurika, utakulupuka kufanya. Ndio maana hao makadimu hawa ninaokujulisha, hawa ni makadimu wa wa wa nani tu, wa makadimu ambao hawana madhara hata wakikutokea, mnaweza mkazungumza tu mkaelewana. Lakini wapo makadimu wa majina ya barahati wazito, siwezi kukuelekeza wewe hivi hivi, nyingine mpaka ukae riava. Sasa na riava huwezi kukaa peke yako, lazima ukae na mtu ambaye haliwahi kukaa riava. Kuna sunna ambazo zinahitajika zifanyike, kuna dua ambazo zinahitajika zifanyike, kuna dua za kinga kwa ajili ya yule kiumbe, hata unamuhitaji akaja pale, kuna dua zake huwezi kuzijua hivihivi. Lazima ukae na mtu ama ukae na mwalimu ambaye mwalimu huyu ndio atakupa mwongozo katika hilo. Sasa naomba kwenye hili tuna tahadhari kidogo, hawa makadimu ninao hapa ni makadimu ambao hawana nguvu za kubwa za, zaidi za ni makadimu wapole. Kuna makadimu anakuja unaweza uka, ukafanya jina la Barahati aka chumba kizima, akaja nyoka eh, nyoka nyoka mkubwa, alafu kichwa kinakuinamia namna hii, kinakuuliza nini shida. Unawezekana uka uka uka ukasoma uka, uka, uka majina Barahati uko chumbani namnae, akatokea simba. Sasa bila kujua taratibu zake kidogo zitakusumbua na ndio maana hata hawa ninaokuelekeza na, na, na kufanya ni, ni ni hawa ambao hawana madhara ma, ma yoyote. Kwa hiyo unaweza ukalitarajia kulipata jambo, unaweza ukapata uka jambo ambalo haujalitarajia kulipata. Kwa hiyo ukitaka kumwita msaidizi ambao wa kawaida akakusaidia kama katika biashara zako za kuuza kalanga eh, kababu eh, babia Ne, sijui una, una, una kiduka chako, una genge lako, unahitaji upate msaada katika harakati hizo, basi unaweza ukamtumia huyu, lakini tutapeana maelekezo. Unaweza ukaja ukapiga simu namba hiyo, nikakupa maelekezo vizuri na ukaelewa. Humu kuna watu wengine, siwezi kufunguka kila kitu. Nikafunguka kila kitu nikafunguka, itafika mahala, mwingine anakurupuka anaenda kufanya, anapata matatizo jamani. Haya, tunayoelezea tuyafanye kwa lilaa, tuyafanye kwa lilaa kwa hofu ya Mungu. Kuna watu wanafanya kumuita kudambalkia, wameona maajabu, wamenipigia simu jete bwana, tumemwona kudambalkia, lakini sasa tunaona hatujaelewana naye, amjaelewana naye kutokana na taratibu ambazo mimi nime, nimetoa nime, nime fursa jamani, hem, niulizeni Shekhe, bwana mimi nataka kufanya kama nataka kufanya, naomba hivi hivi. Kuna mwingine analalamika hapo, anasema Shekhe, mbona mnafichaficha mambo? Hatuwezi kila jambo tukaweka bayana tu. Kuna wengine hapo unavyoona hata wao wenyewe hawajui, alafu nampa kazi kama hii au uongozi au uone kama anaweza akaenda kudhurika. Kwa hiyo, kwanza lazima uwe nadhifu, uhakikishe kwamba kuanzia nguo zako kuanzia mwili wako mpaka matendo yako. Sasa mwingine anamwita tuBalkia Balkia Balkia, anamuona hatokei. okay. Jichunguze kwanza, tunaelewana hapo eh? Kwa hiyo lazima tuwekane wazi hili. Kwa hiyo kuna mwingine amenipigia simu kwa kunipa asante, na mwingine yeye kaona msafara wa viongozi eh, umefika nyumbani kwake, yaani baada ya kufanya hii E, kumuita yule Balkia Balkia Balkia, akafanya hivyo, akaona msafara wa kiongozi e, umeongozana. Naposema kiongozi namaanisha umeongozana, umefika mpaka nyumbani kwake. Yuko kwenye njozi hapo, baada ya kumaliza tu, ile pale pale kwenye msala amelala, ndio ameona msafara huo umefika mpaka nyumbani kwake, wakashuka. Kisha baada ya hapo, wakampa salamu baada ya kumpa salamu akakaa, wanazungumza lakini kuna mzigo amemletea, amemkabidhi. Baada ya kumkabidhi tu ule mzigo akashtuka pale kwenye msala alipokuwa amelala. Sasa tukitazama cha kufanya, twende katika hili hilo, tulikuwa tunazungumzia masuala ya wale watu ambao wamefanya katika tabaka ya Balkia lakini vilevile nikazungumza masuala ya kuchanganya barahati pamoja na jina hili kariri. Nimekupa njia hapo namna gani, unahitaji pia ruksa kunipigia mimi, nitakuelekeza namna ya kufanya. Lakini vilevile kuna hii jina hili kahariri, ukichanganya na jina linaitwa kaidahula, hivi ukivichanganya ukayasema pamoja haya maneno kariri kariri kaida hula hula kaida, ukiwa hula upo baharini. Sikiliza vizuri, ndio ujue kwamba haya majina sio majina ya mchezo. Ukiwa upo baharini, ukawa unasema haya maneno haya kariri kariri kaida hula kaida hula kariri kariri kaida hula kaida hula kariri kariri kaida hula kaida hula, alafu huko baharini umevaa baharini, ufukweni mwa bahari eh, udi zako saba ziko pale, udi zako saba ukiwa umevaa eh, vazi jeupe misiri, pangine umevaa kanzu nyeupe eh, uko zako pale eh, bwana unapata hadimu wa biashara, hadimu wa biashara mkubwa eh, kadimu wa biashara mkubwa unampata kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa huko wapi baharini. Huyo kadimu unayempata wa biashara, kwa ajili ya kukuvutia wateja, kwa ajili ya kukuvutia wateja, utaanza eh, kwa kushika udhu. Hakikisha eh, uko twahara nguo lakini pia hadi eh, eh, mwili wako Utavaa vazi lako jeupe, kisha baada ya hapo, ukishavaa vazi lako jeupe eh, utafanya hivyo muda wa adhana, muda wa adhana ya magharibi. Fanya hivyo, maana yake unapoona magharibi, ndio unaianza hiyo kazi eh, magharibi kuingia. Maana yake utasubiria ile adhana ya magharibi ile ndio wewe unaanza ukule ufukweni kufanya hiyo kazi. Utafanya utaanza kwa kufanya istighfari mara thelathini na tatu swaratu alanabi mara thelathini na tatu kisha utaanza kutaja kariri kariri kaidahura kaidahura kariri kariri kaidahura kaidahura kariri kariri kaidahura kaidahura kariri kariri kaidahura kaidahura. Utafanya hivyo mara mia nne na arobaini na nne ukiwa ukiwa umegeukia katika maji kule, unaangalia maji kwa sababu utaona kuna wimbi fulani linatoka linakufuata linakuja linapiga huku ufukweni. Wewe utaendelea hivyo hivyo, utakuwa umeageukia maji. Sasa maelekezo mengine ambayo unahitaji naomba usifanye mpaka tuwasiliane mimi na wewe, ili kumpata huyo kadimu. Kuna mambo mawili katika hili, lazima tuwekane wazi. Kuna mambo mawili katika hili, ukijijua huwezi kufanya mwenyewe, basi niko radhi, utakuja kuonana na mimi nikupe taratibu, nikufanyie. Au una uwezo wa kufanya wewe mwenyewe, basi nitakupa taratibu ili ufanye. Isipokuwa yule kadimu utakaompata kule ni kadimu wa biashara na utibu. Kabla hajafika utaona kuna dalili ya upepo, utakuwa unakujia upepo mkali, lakini na akifika mbele yako usizungumze kingine chochote, isipokuwa utamueleza kusudio unalolikusudia. Ndio maana sitaki kufunguka vitu vingine hapa, kwa sababu nikifunguka vitu vingine itafika mahala, kuna mwingine atakurupuka kwenda kufanya sasa, na huwezi kufanya mpaka upate maelekezo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia majina haya barahati kwa hivyo, lakini fata maelekezo, usije ukaingia kwenye matatizo, usikulupuke. Najua wengi kuna, kuna watu wana uchungu wa fedha, watu wana uchungu wa pesa, lakini usikulupuke ndugu yangu, tuliza kichwa chako, fata maelekezo, fata taratibu. Allah atakujalia utamiliki hizo pesa.